Shalom, Israeli. Na wasalimu tena katika jina la Mfalme wetu Yeshua. Ta, jana niliwapa salamu za mwaka mpya nikazungumza nanyi kidogo kwa habari ya vile mabadiliko ya mwaka ambavyo hayawezi kukupa matokeo yote kama usipoamua kubadilisha mtazamo na fikra zako, kwa sababu kinachokupa matokeo kwenye maisha sio kalenda au mabadiliko ya mwaka, bali ni mabadiliko ya mtazamo wa mambo, mabadiliko ya uh, imani yako faith, belief, au mindset yako, namna unavyoona mambo ndiyo inayokupa eh, matokeo chanya kwenye maisha yako. Sasa leo nataka pia nizungumze nanyi kidogo kwa habari uh, ya inayohusiana na ufahamu mindset, hihi uh, belief uh, paradigm kile unachokiamini yani kile kilichojengeka kwenye fikra yako mawazo yako the way you think eh, kuna athiri vipi maisha yako? Nataka nizungumzie nani kidogo leo hii, kwa hii uh, katika jambo hili. Na wazee wetu zamani babu zetu, respect kwao, waliwahi kusema kitu kimoja, kwamba ikiwa hakuna adui ndani yetu, adui aliye nje yetu hawezi kutudhuru. Haya ni maneno ya wahenga, wazee wetu, heshima kwao. If there is no enemy within the enemy outside will do us no harm. Yeah, uh wazee wetu waliona mbali, na nataka kuzungumza kitu kimoja hapa, kama hakuna adui ndani yetu adui aliye nje yetu hawezi kutudhuru. Kwa maana uh, unajua uh, ni tofauti sana na kizazi hiki. Kizazi hiki kimetengeneza au kime, kina maadui wengi ambao ni si, si, si hali uh, si kama babu zetu walivyoona, ila ina maadui ambao wana majina. Kwa mfano mimi mwenyewe ninayezungumza ninaweza nikawa ninaweza nikawa adui wa mtu yani, huyo mtu anadhani mimi ni adui yake you see. Wakati ya, tutaona hapa lakini tutaona kwamba uh, mtu huyu ambaye anadhani adui ni watu na kuwalaumu na kufanyeje, kwa, kwa kiasi kikubwa uh, anakosea naye hiyo ndio sababu anaweza akawa anaendelea kubaki pale pale alipo, kwa sababu anapambana na adui ambaye si halisi a, a, a, huku akiwa huku, huku, huku, huku, amemwacha adui halisi akiendelea kumshambulia. Yani you are targeting a wrong, a wrong, a wrong, a wrong enemy enemy, alafu the right enemy is keeping you down, anaendelea kukupiga kuku, kuku, anaendelea kukushambulia. Kwa hiyo uh, jambo hili uh, la uh, kizazi hiki kushindwa kutambua mm, adui wa kweli, kimesababisha kupanga mashambulizi dhidi uh, ya adui ambayo wao wanamwona ni adui, lakini kumbe si adui, na kumwacha adui akiendelea kuwashambulia bila wao kujua uh, adui wa kweli. Adui wa kweli yuko ndani yetu. Naungana na wahenga, narudia tena, heshima kwa wahenga babu zetu, heshima uh, kwao sana, kwa sababu waliona mbali. Adui aliye ndani yetu ni adui gani? Aliye ndani yetu kama si mawazo yetu, kama si mindset yetu? Unajua hata ukirudi tu kwa baba yetu wa taifa letu hili pendwa la Tanzania Uh, Mwalimu Julius Kambarage Nyelele uh, aliwahi kuorodhesha uh, uh, uh, maadui watatu maadui watatu wa taifa letu uh, ha, hakuna, hakuna mtu kwenye wale maadui hakuna taifa kwenye wale maadui. Unaona, alisema ni maradhi, umaskini na ujinga, hayo hmm. ndio walikuwa maadui lakini sasa hivi tuna maadui watu. Sasa hivi eh, visingizio vimekuwa vingi, tumeacha maadui halisi. Anyway, ngoja tuone, unafikiri kupitia msemo huu wa kwamba ikiwa hakuna adui ndani yetu adui aliye nje yetu hawezi kutudhuru una maana gani? Zaidi adui, adui aliye ndani yetu ni nani? Kama si mindset zetu kama si belief zetu kama si mawazo yetu, namna tunavyofikiri namna tunavyoona mambo ha? ni adui yupi? Ni adui huyu, ndiye adui ambaye anatuzuia kutueni, kuku sisi kufika kwenye hatima zetu ni huyu huyu. Maandiko pia nayo uh, yanasema wazi kupitia kitabu cha Methali, anasema kwamba ajionavyo nafsini mwake mtu, ajionavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Naona yani, as a man thinketh in his heart so is he uh, unaona tunarudi pale pale, ajionavyo nafsini mwake. Maana adui kumbe, anayekuzuia ni namna unavyojiona, ni huyu ambaye wahenga wetu walisema yuko ndani yetu, namna ya kujiona. Kujiona ni sisi ndani mwetu, ni namna tunavyofikiri, ni thought patterns zetu. Tunawazeje? Tunavyowaza vile vile, tukiwaza negatively tutakuwa na maisha na matokeo kwenye maisha pia yatakuwa ya negative. Tukiwaza positively matokeo ya maisha yetu pia yatakuwa positive. Kwa hiyo uh, kumbe tunatakiwa tu, tu, tu, tu, tu kitu kimoja tufahamu hapa, tunatakiwa kubadilisha mifumo au namna ya kuwaza namna ya kufikiri. Uh, unajua ndio maana unaambiwa kwamba hata ikitokea rasilimali zikagawiwa kwa watu kwa usawa, yaani mfano uh, wakagawa kwa kila mtu milioni mia, kila mtu akapata milioni mia. Baada ya muda kupita, let's say labda miezi mitatu kwa watu hawa waliogawiwa milioni mia moja kila mmoja kuna watu watakuwa wamefilisika na kuwa wahitaji, na kuna watu watakuwa wameongeza uh, ile milioni mia moja ikawa zaidi aidha wameongeza maradufu. Unafikiri kitu gani kinafanya utofauti huu utokee? Ni hali? Hapana. Hawa watu walipewa pesa katika hali hiyo hiyo, wote wakiwa sawa, wote wakapewa kiasi sawa. Lakini kwa nini mwingine baada ya muda uh, awe mhitaji na mwingine baada ya muda awe tajiri? Kwa nini? Ni kwa sababu ya mindset, mtazamo, namna ya kufikiri belief hiyo ndio tofauti. Kuna kitu watu hatukijui, lakini naomba niwaambie kidogo. our mindset, the way uh, tunafikiri mtazamo wetu, our belief inafanya kazi kama. Kuna kifaa kinaitwa thermostat. Thermostat uh, mfano mzuri ni kwenye friji yako au pasi ya umeme. Vitu hivi kwa mfano pasi ya umeme, ukiwa una pasi halafu joto likazidi moto ukawa mkali kuliko kawaida, kinachotokea ni kwamba thermostat thermostat ina detekti ongezeko la joto lisilo la kawaida, na kazi yake sasa ni kurudisha lile joto la pasi lirudi kwenye ukawaida. Kwa hiyo thermostat inachofanya inakata umeme kuingia kwenye pasi kwa hiyo unakuta joto la pasi linashuka. Sasa hivyo ndivyo uh, mindset yako au akili yako au mawazo yako au belief ulionayo ndivyo inavyofanya kazi. Ikitokea kwa bahati mbaya au nzuri, Mungu amekubariki, amekupa pesa, amekupa mali kinachotokea kama ulikuwa na negative belief, kama ulikuwa na, na mtazamo hasi, kama ulikuwa una negative mindset kuhusiana na fedha au mali, akili yako ambayo ina act kama thermostat ina detect ongezeko la fedha au mali lisilo la kawaida. Kwa hiyo baada ya akili yako kudetect uh, jambo hilo ambalo kwalo ni kama tatizo them, thermostat yako ambayo ni mindset yako au belief yako au akili yako, itafanya kazi ya kushusha ongezeko hilo la fedha au mali lirudi li, li, li, li, kwenye default state yake, yani default state yako wewe, kwa sababu wewe una negative mindset, una mtazamo hasi juu ya fedha na mali wewe. Uh, default state yako ni kwamba mimi ni hohehahe no, si, mimi siwezi, mimi ni maskini. Hapana, hii hi ni kwa ajili ya matajiri. Hapana sisi, m, sisi hatuwezi. Kwa hiyo uh, uh, akili yako itafanya kazi ya kushusha kile kiwango cha fedha au, au mali kilichoongezeka kurudi chini kwenye default state yako ya uhitaji, ya umaskini, ya ukawaida kawaida. Na hapo ndipo watu huwa tunashindwa kuelezea, kuna matukio yanaanza kutokea kwenye maisha uh, pindi ukita, ukipata tu pesa u, u, u, u, u, ukipata tu vitu fly. U, kukiwa tuna ongezeko lolote la fedha, unashangaa matukio yanaanza kutokea kugharimu ile fedha au kufanya ile fedha uliyoipata itumike. Haya mambo huwa hayaji kwa bahati mbaya, haya mambo huwa yanakuja kwa sababu akili yako ambayo inafanya kazi kama thermostat, ina orchestrate vitu kwenye nature au kwenye mazingira yatokee, ili kukushusha wewe kwenye default state yako ya maisha, ili uwe kawaida. Tunaelewana hapo? Kama pasi inavyofanya, joto likiongezeka, inakata umeme usiingie kwenye, kwenye pasi, joto la pasi likashuka. Hivyo hivyo akili yako, mind yako, ina ina ina, ina, ina, inapanga mambo, inasababisha mambo kwenye mazingira yatokee ili kukufanya ile pesa uliyoipata itumike bila wewe kugundua na bila wewe kujua, kwa sababu hii hai, haikuambii hii haikuambii. Belief belief tayari ipo kwenye subconscious mind, inafanya kazi bila uh, wewe kutambua unconsciously. Kwa hiyo ndo maana unajikuta ile pesa imetumika, na unaelezea unaweza kuelezea kabisa, sio kwamba imetumika kimeujiza. No, kuna vitu ambavyo vimetokea ile pesa ikatumika na baada ya kuwa imetumika, umefika kwenye default state yako, matatizo na yanaondoka, unashangaa, What is this? No, hii huwa ni sababu ya ile negative mindset au belief iliyotengenezwa kutokana na mawazo hasi unayoyawaza na ambayo yanaenda yana accumulate kwenye subconscious mind yako na kutengeneza belief au mindset au paradigm ambayo haikuruhusu wewe kuvuka hicho kiwango. Tunaelewana hapo? na, na, na hii unaweza pia ukaiona uka, uka, uka, uka, uka, uh, vizuri ukaielewa kwenye kwenye kwenye kwenye Biblia kuna mfano wa watu walipewa talanta, mwingine akapewa tano, mwingine akapewa hivi, mwingine akapewa talanta moja. Sasa <coughs> wale waliopewa talanta tano, mbili, ngapi, wali multiply wakapata faida. Huyu aliyepewa talanta moja, unajua alifanya nini? Alienda kuichimbia. Alivyorudi yule bosi ambaye aliwapa hizi talanta Uh, wenzake wakaonyesha, bwana, bwana ulinipa talanta tano hizi hapa kumi. Bwana, ulinipa talanta hizi hizi hapa nimezalisha. Yeye ilipofika zamu yake akasema, uh, nilijua wewe ni, wewe ni, ni, ni, ni mtu katili sana wewe, unavuna usipopanda. Wewe akatoa um, excuse nyingi sababu nyingi ambazo usipokuwa na jicho la tatu unaweza ukaona alikuwa sahihi, lakini nikuonyeshe kitu ambacho sasa bosi mwenyewe huyu anakionesha ndilo lilikuwa tatizo la huyu mtu. Utashangaa anamwambia sasa, ikiwa wewe ulijua ya kwamba mimi ni mtu mbaya na uvuna nisipopanda kwa nini hukuenda kuwekeza hii pesa? Hukuwapa wakopeshao? Kwa nini hukuwapa wakopeshao ili wazalishe? Kwanza nataka ugundue kitu kimoja ki, ki, ki, ki, ki ambayo ni keyword hapa kwa huyu mtu aliyepewa talanta moja, anasema nilijua, nilijua. Maana yake nini? Huyu mtu kumbe ana belief, ana negative belief kwa huyu mtu tayari ana, alikuwa anajua, ana imani au ufahamu fulani juu ya huyu mtu. Unaona, ufahamu uliojengeka kwenye mind yake juu ya huyu mtu ambao ulikuwa hasi, ambayo hii ndiyo mindset inayozungumzia kwamba inaathiri vipi a, matokeo kwenye maisha yetu. Huyu mtu asingekuwa anajua kwamba asingekuwa na imani ya kuwa huyu mtu huyu ni mbaya, ambaye anatoa hizi fedha ni mbaya na huvuna asipopanda asipo, angeweza akaizalisha hii talanta moja ikaleta faida, lakini kwa sababu alijua kwa sababu, sababu alikuwa na mindset, kwa sababu alikuwa na negative mindset juu ya huyu bosi tayari, ikamzuia hata kuona fursa zingine unaweza ukaniuliza uka, uka kwamba ah, kulikuwa na fursa gani tu, tu. Ukiangalia ukisoma hayo maandiko utagundua huyu huyu mtu alikuwa alipewa talanta moja, lakini alikuwa kwenye eneo lenye fursa, na fursa mojawapo ambayo ilio, ilioneshwa ilio, na huyu bosi ni kwamba kulikuwa na watu ambao wanakopesha kwa riba, kwa hiyo angeweza kuwapa halafu yeye akapata faida kutokana na ile riba lakini hakufanya. Kwa sababu gani? Kwa sababu anasema I knew. Kwa maneno mengine, alikuwa ana imani, alikuwa na mtazamo fulani tayari, alikuwa ana namna ya kumwona huyu, huyu bosi aliyetoa hela tayari, na hichi ndicho kitu ambacho kinachotutesa wengi wetu wakati wote tumekuwa ni much knowing people. Waswahili wanasema much know much knowing people, tunajua sana, tunajua sana. Yani once tu mtu akigusia aki, kitu fulani najua, najua, najua, unajua, lakini hakuna hatua hau kama unajua lakini haupigi hatua, maana yake ni kwamba haujui, haujui, ila kwa sababu umeshajenga umesha jenga paradigm. Umesha jenga Uh, uh, uh, namna fulani ya mtazamo mindset fulani. Hiyo mindset ndio inayokuharibia maisha yako, hiyo mindset ndio inayozuia matokeo mazuri kutokea kwenye maisha yako, inazuia usione hata fursa, kama huyu aliyesema, nilijua wewe ni mtu uh, mwovu ni mtu um, cruel sana, kwa hiyo nikaona ni, ni, ni, ni ifiche. Kumbe kulikuwa na na opportunity zingine fursa zingine za ukopeshaji zilikuwepo, lakini hakuona kwa sababu ujuaji wake tayari, eh, ana, ana mtazamo fulani kwenye akili yake. Sasa nachotaka kuambia kwenye huu mwaka ambao umeanza, brothers and sisters, najua mmeufurahia sana, mnaufurahia mwaka, lakini mwaka hauna kitu, kama hakuna kitu Uh, kilichobadilika ndani ya ufahamu wako. Change your mindset you change your life, lakini kama you change your mindset the result that you you you get you got uh, last year uh, will be tena, inaweza ikawa zaidi matokeo uliyoyapata mwaka jana, mwaka juzi, kama usipobadilisha fikra zako, mtazamo wako, mindset yako, your belief, matokeo yanaweza kama mabaya zaidi au utapata yale yale. Ili upate matokeo chanya badilisha fikra zako. Amani iwe nanyi Israel. love you.